Ambalo kimsingi ni eneo la mradi wa maji unaotoa maji katika kata ya Magamba eneo la Kiboelo unapeleka mjini Lushoto. Uh, eneo hili kiufupi tu niseme kwamba limehujumiwa. Ni eneo ambalo mkandarasi alikuwa analaza bomba ili baadaye azifukie, kwa sababu hizi bomba ni kubwa za nchi kumi na mbili na zimechelewa sana kufika , lakini amejitahidi amezileta, lakini wakati anaziunganisha kwa kutumia ma, fusion machine kipande hiki ambapo kuna hii barabara ambayo inashuka hapa chini, ilipounganishwa, baada ya siku mbili tumeona hii sehemu imechomwa moto. Sasa hizi siku mbili tunajua hili bomba limewekwa Jumapili, lakini Jumatatu na Jumanne ilikuwa ni sikukuu ya Idd. Sasa inavyoonekana, a kipindi hiki cha sikukuu hawakuchimba huu mtaro hapa kulilaza hili bomba, kwa hiyo bomba hapa limechomwa moto mita 24, sasa hakuna taarifa yoyote ambayo labda ilitolewa kwamba labda kuna kero au kuna uhitaji kwamba sasa hivi labda sehemu hii itumike kama barabara au ili bomba litolewe. Na utaratibu ni kwamba akishazichoma kwa maana akishaziunganisha hizi bomba, baada ya siku mbili huwa anaziingiza uchomaji wa bomba ni hujuma, yaani unalichoma bomba ambalo serikali imelinunua na linakuja kunufaisha wananchi wote wa Lushoto. Kwa kweli, hili jambo sisi tu limekaaba lime, lime, lime ametoa taarifa katika vyombo vya usalama, naona jambo hili linashughulikiwa, ili kuwabaini watu ambao wamefanya hili jambo, kwa sababu mwezi mmoja uliopita pia kulikuwa na uharibifu wa namna hii hii kwenye chanzo cha maji. Kuna mabomba ambayo yalienda, yalikata mapanga, kisa tu watu watake kulipia huduma za maji. Kwa hiyo, kwa jambo hili ambalo limefanyika, la kuendelea kuchoma miundombinu ya serikali, kuharibu miundombinu ya serikali, ni jambo ambalo kimsingi lina u, ni ukiukwaji mkubwa sana wa sheria kuharibu miundombinu ambayo inaenda kunufaisha wananchi. Kwa hiyo jambo hili lipo katika mikono ya vyombo vya usalama kuhakikisha kwamba <coughs> linafanywa kazi na pindi itakapobainika, basi tutapata ripoti rasmi, ila kwa sasa tuachie vyombo vya usalama kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hawa wote wahalifu waliofanya hili jambo wanabainika. Labda wewe unaito gani kwa wananchi ambao Uh, wito wangu kwangu ni kwamba wananchi waheshimu miundo mbinu ambayo serikali inawekeza. Hii ni miradi ya wananchi. Ni miradi ambayo inaenda kunufaisha wananchi wanaoishi katika maeneo mbalimbali. Kwa mfano hapa Lushoto, wakazi wote wanaoishi katika hizi kata za Lushoto mjini. Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan anatoa fedha kuhakikisha miradi ya maendeleo inafanyika katika maeneo mbalimbali mbali ya nchi hii. Leo hii inapotokea wananchi wanafanya wana, wana, wana hujuma kwenye miundombinu au kwenye miradi ya serikali, jambo hili linarudisha sana maendeleo, na watu wa namna hii wanakuwa ni kikwazo sana katika kuhakikisha nchi inaenda vizuri na kuhakikisha kwamba maendeleo yanapatikana katika kila sehemu. Hujuma, keki ya taifa inahujumiwa. Fedha zinaletwa katika maeneo kama haya, lakini unakuta kuna watu wachache ambao wana wana, wana wana haribu hii miundombinu Jambo hili halikubaliki na hatua kali sana zichukuliwe, Wata, watakapobainika watu wote ambao wamefanya wamefanya kitendo hiki kiovu kabisa ambacho hakukubaliki na jamii yoyote ya Kitanzania, jamii yoyote ya Kistaarabu haikubaliki kwa namna yoyote. kitongoji cha Magamba, naitwa Ibrahimu Ramadhani Mbaruku. Kwa kweli mimi nimesikitika sana kupata tatizo la kuchomwa bomba hili hapa kwenye eneo langu, na mimi nilipigiwa simu usiku, niliamka usiku nikawaita majirani ambao wako hapa, tukaja tukazima moto hapa. Basi tukatoa taarifa kwenye vyombo vya sheria, tukatoa taarifa hizo, tukatoa RUWASA tukawapa taarifa, tukampa mtendaji taarifa na basi, na wenyewe walifika kuona hasara iliyopatikana hapa. Kwa hiyo mimi ninawaasa wananchi wa eneo hili kwamba hivi vitendo kama hivi wasijichukulie sheria mkononi, kwa sababu kama sisi wanatuchonganisha na serikali kwamba sisi hapa tunaonekana kwamba kazi hazifanyiki, lakini na sisi tutajitahidi kuwatafuta na kuwabaini ili waingie kwenye mikono ya sheria kwa sababu hili hatukubali. Hata sisi sisi tunasikitika sana, kwa sababu hizi ni huduma za wananchi. Endapo zinapatikana hasara kama hizi, basi na sisi hatutakubali. Kwa hiyo tutashirikiana na vyombo vya sheria ili kuhakikisha hawa watu wanabainika. Kijina wako tena, mimi naitwa Ibrahimu Ramazani Mbaruku, mwenyekiti wa kitongoji hiki cha Magamba Mkadala. Tuomba bwana, mimi nilipigiwa simu na nampita njia kwenye barabara kuu, akiwa anaelekea abiria Lushoto mjini, anaenda sijui Dodoma, naona namuachisha Lushoto mjini, akanipigia simu kwa sababu wananifahamu, akaniambia, bwana ona, mtaani kwetu hapo kwenu hapo maduka yanaungua. Mimi nikapigia jirani mmoja hapa mwenye duka, bwana vipi, nasikia hapo mtaani maduka yanaungua. Nikampigia yule mwenye duka jirani hapo, akaniambia, bwana kinachoungua hapa sio maduka, bomba kuna bomba hapa lilikuwa liko barabarani hapa, ndio linaungua limepigwa moto. Basi mimi nikakurupuka na nyumbani nikaamsha mtoto wangu wa kiume <tutu> tukashuka naye hapa mtaani, nikija hapa nakuta bomba hili linaungua ishaungua, ili eneo ambalo lilikuwa limekatiza barabara. Nikaamsha majirani wenye maduka hapo, tukachota maji kwa majirani tukauzima huu moto. Baada ya hapo, tukasambaza taarifa kwa mwenyekiti wa kitongoji, tukampigia mheshimiwa diwani Shikari. basi ndio uongozi ukawo umefahamu, lakini sisi wa, wa, watu ambao ni wenyeji wa ile eneo wao wote walishtuka huo siku wa maana, mimi ndio chanzo cha kujua kwamba kuna baada ya kupigiwa simu na huyo mtu anayepita anayempeleka abiria Lushoto anayetoka huko Ziga Malindi ana namba zangu, alikuwa nalima kwenye eneo hili, kwa sababu alikuwa amechukua namba yangu ya simu, tulikuwa tunalima naye shirika basi. Ile alioniambia nikashtuka sana mimi, nikaamka usiku nikakurupuka, nikaja kamsha majirani hapa, baada ya kujua kwamba bomba ndio linaloungua, tukaja tukazima moto. Taratibu za za kutoa taarifa kwa viongozi tukatoa. Sasa labda nini kifanyike juu ya kuharibika kwa hii miundombinu. Kuharibika kwa hii miundombinu ni kosa kubwa sana, kwa sababu hii ni miundombinu ya kiserikali. Kinachotakiwa hapa chanzo cha, cha kuungua hapa ndio kitafutwe, kwa sababu huyu mkandarasi huwezi jua labda ana matatizo gani na watu wake huko. Sasa imekuja kuchomewa hi, kwenye eneo letu, na sisi tulio kuchomewa kwenye eneo letu tumefanya juu chini, tumezima lisingeungua. hii sehemu ndogo hii ingeungua labda mpaka kule, maana inawaka kama petroli hii, lakini tumeshirikiana tumetoka zaidi ya watu hamsini hapa tukamwaga maji, bomba likazima. Sasa tunashangaa, meneja hakuja hapa atufokea, asema nyi mnajua waliofanya hivi. Hivi kweli kuna mtu anaweza kufanya huu hii habari hii? Labda wao wenyewe huko ni chanzo kimetoka kwenye maeneo yao huko, wajiulize wenyewe. Kati ya meneja wa RUWASA na mkandarasi waulizane, tatizo nini? Okay, jina lako tena, jina? Naitwa William Kadala. Mkazi wa wapi? Hapa.